Fis TAKUKURU kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Morogoro tumeweza kusaidia kukusanya mapato katika maeneo yaliyokuwa yanatumika na mwekezaji pasipokuwa na mikataba. Ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na wataalam wa ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro ilifanya ukaguzi wa maeneo yote ya wazi yaliyovamiwa na kuendelezwa na wawekezaji. Katika zoezi hilo Uh, ilifanyika tathmini ya kina kuhusu uwekezaji uliofanyika katika maeneo hayo ili kubaini kiasi cha upotevu wa fedha za mapato. Na nyinyi mmekuwa ni mashuhuda, yapo maeneo mengi lakini serikali yetu inapoteza mapato kwa kutokuwa na usimamizi bora kwayo, kwayo, kwa hiyo kuwepo kwa hiyo tukabainisha baadhi ya maeneo tukaweka kule nguvu ili kuhakikisha kwamba halmashauri zetu zinapata ile kodi ambayo iliyokusudiwa. Mataifa mengi yanaendelea kupitia nini? Ukusanyaji imara wa kodi kwa kufuata lakini sheria ambazo zimewekwa katika kuhakikisha mapato ayipotei, ya serikali hayapotei. TAKUKURU kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Morogoro imefanikisha kuingiwa kwa makubaliano na mwekezaji aitwaye SM Holding Msamvu katika kukusanya kodi itokanayo na maduka yaliyojengwa na mwekezaji huyo katika eneo la Msamvu kuanzia kiwanja namba kumi na moja mpaka namba ishirini na mbili bila kufuata sheria kanuni, taratibu na miongozo ya mipango miji. Tunafahamu kabisa kwamba ujenzi wowote ule unapaswa ufuate utaratibu, kwa maana ya vibari upeo vya ujenzi, ili tuweze kujua kwamba jengo gani linajengwa kwa, kwa ajili ya matumizi yepi. Sasa ule ujenzi ulela usiofuata utaratibu kwa njia fulani unaweza kupelekea hata mwonekano wa miji ikawa tofauti. Kutokana na yale makubaliano ambavyo wataalamu wetu walivyotusaidia kwamba mali gani kikae kitu gani, kutokana na jitihada hizo Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro imeanza kupata mapato kiasi cha shilingi milioni 26 na laki tatu uh, hamsini na mbili elfu kwa mwaka, ambapo awali yalikuwa hayakusanya. Mapato hayo yatakusanywa kwa kipindi cha muda wa miaka kumi kama ilivyoainishwa katika mkataba wao wa upangishaji, halimashauri ya manispaa itapata jumla ya kiasi cha shilingi milioni mia mbili sitini na tatu laki tano na elfu ishirini katika kipindi hicho cha miaka kumi ambacho nilichokieleza kwa mujibu wa mkataba ulioingiwa. Vilevile, baada ya muda wa miaka kumi mkataba kati ya halimashauri ya manispaa Morogoro na SM Holding Msamvu utakoma maduka hayo yatakuwa mali ya halmashauri hiyo. Ni jitihada kubwa sana, maanake tunakiongezea pia chanzo kingine halmashauri ya manispaa kuweza kupata nini, kupata mapato, lakini pia haijazuiliwa kama watakubaliana pia kuingia mkataba mwingine, basi uweze kufuata nini, sheria na taratibu. Aidha, ufuatiliaji huo ni endelevu katika maeneo yote ya wazi yaliyoko ndani ya manispaa ya Morogoro manispa ili kuwezesha matumizi sahihi ya ardhi na ukusanyaji wa mapato yatokanayo na maeneo yanayomilikiwa na halmashauri ya manispaa. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuwakumbusha hata wale ambao uh, wako katika maeneo ambayo, ambayo wamevamia. Eh, yawezekana hatujawafikia, lakini pia tutawafikia katika ufuatiliaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tunafahamu kabisa kwamba serikali yetu imekuwa inapeleka fedha nyingi mno sana, na nyinyi waandishi wa habari mmekuwa ni chachu ya kuibua hii miradi kama ikiwa inakwenda kombo, na hatua mbalimbali mbali za kisheria watu wanazichukua.